Jambo na karibu. Tunaendelea na sajili za kawaida, na tutaanza na sajili ya kwanza ambayo ni sajili ya mazungumzo ya ana kwa ana. Tuelewe mazungumzo ya ana kwa ana ni mazungumzo yepi? Kwa hivyo tunaambiwa kwamba ni lugha ya mazungumzo wakati watu wanaonana moja kwa moja. Sifa za mazungumzo ya ana kwa ana, sifa ya kwanza tunaambiwa kuna matumizi ya sentensi fupi fupi kwa sababu lugha inatumika papo hapo kwa hivyo utagundua kwamba katika sajili hii sentensi fupi hutumika na wala si sentensi ndefu. Sifa ya pili tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha nyepesi ili kuweza kueleweka kwa rahisi au kwa urahisi. Tatu, kuna kukatizana kauli. Sababu ya kukatizana kauli ni kutokubaliana na mambo fulani. Watu wanapozungumza moja kwa moja au ana kwa ana huenda wakakosa kuelewana ama kukubaliana, hali ambayo inapelekea kukatizana kauli. Sifa ya nne, tunaambiwa kwamba kuna kubadilika kwa maudhui, kwa sababu mazungumzo ya namna hii hayana mwongozo maalum. Kwa hivyo maudhui maudhui hubadilika badilika. Tano, tunaambiwa kwamba kuna kusitasita. Kusitasita hutokea kwa sababu mzungumzaji wakati mwingine anahitajika kufikiri ni nini aweze kusema. Mzungumzaji anapofikiri aseme nini, kusitasita hutokea. Sita, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya ishara. Natumai kwamba unajua ishara ni nini. Ishara hutumika ili kusisitiza au kutilia mkazo jambo linalozungumziwa. Saba, tunaambiwa kuna matumizi ya tafsida. Natumai unaelewa tafsida ni nini. Tafsida hutumika ili kuficha machafu ambapo lugha fulani haikubaliki katika mazungumzo, kuficha mambo fulani ambayo pengine si ya heshima, mambo kama matusi na sifa. Ya nane tunaambiwa kwamba kuna kukiuka kwa sarufi. Kukiuka kwa sarufi kwa sababu sheria za lugha hupuuzwa, hazi hazizingatiwi. Kumbuka hii ni sajili ya kawaida, na katika sajili ya kawaida tuliambiwa kwamba hakuna kuzingatia kanuni za sarufi kwa sababu ni lugha ambayo inatumika katika mandhari ya kawaida. Na sifa ya tisa ambayo ni ya mwisho, tunaambiwa kwamba kuna kuchanganya na kubadilisha au kubadili msimbo. Hapa kuna kosa, inafaa kuwa kuchanganya na kubadili msimbo. Sababu ni ili kurahisisha mawasiliano na kueleweka kwa upesi au kueleweka haraka. Hizo ndio baadhi ya sifa za sajili ya ana kwa ana. Na tuliambiwa kwamba ni wakati ambapo mazungumzo yanatokea wakati mzungumzaji na mzungumziwa wanaonana ana kwa ana au moja kwa moja. Uh, tutaangalia sajili ya pili katika sajili za kawaida ambayo ni sajili ya nyumbani. Kwa sasa niseme kwa heri, endelea kusubscribe na kushare, na ukiwa na swali ulize katika comment section.